Natambua mna changamoto mbalimbali, lakini moja, eneo la elimu, kama alivyosema, tunakwenda kuharakisha katika shule nne zilizoahidiwa za sekondari katika wilaya ya Mkinga, katika shule nne zilizoahidiwa katika wilaya ya Mkinga shule za msingi, basi sisi watu wa Mayomboni tuna kata ishirini na mbili lakini pamoja na mgao wa shule nne, moja inaletwa katika kata ya Mkinga, inaletwa katika kata ya Mayomboni. Tutakachofanya, kwa namna ambavyo mtatupa kura za kishindo, tunakwenda kuhakikisha shule ile haimalizi miaka miwili, imeshaanza kuchukua wanafunzi wa sekondari. Tutahakikisha shule ya msingi haimalizi miaka miwili inakwenda kutengenezwa moya. Hii ni katika eneo la elimu. Ilani yetu imeelekeza, ndani ya wilaya yetu kilomita mia nne hamsini za changarao zinakwenda kukua barabara zetu, barabara zote mnazozifahamu ndani ya kata hii ya mayomboni zinakwenda kupitika nyakati zote za misimu yote ndani ya kata hii bila wasiwasi, hilo muwe na amani nayo. Natambua mna kero ya barabara aliyoisema kutoka Jasini mpaka Mandakini. Hizo ni kero ndogo. Mimi mkinichagua na diwani mteule, hizo hatumfikishii Daktari Samia Suluhu Hassan. Wanaofanya kazi kwenye maeneo hayo wanatutosha, hawatusumbui tutadili nao na barabara watazijenga. Sasa ni zamu ya kupata raha za maendeleo yanayoletwa na daktari Samia Suluhu Hassan. CCM oyee!